Bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, na story ambayo niko nayo ni kuhusiana na mtangazaji maarufu kutoka hapa hapa Tanzania chawa pia bana Mwijaku, ameweza kuonesha kwamba ameweza kukasirishwa e, mara baada ya msanii wa muziki kutoka hapa hapa Tanzania Barnaba akimshukuru Diamond Platnumz kwa kumsifu kwa kwamba E, yeye kamsaidia katika safari yake ya muziki. E, bana Mwijaku ameweza kufunguka e, kuwa Barnaba hana shukurani kuwa, e, kwa kuweza kumpongeza e, Damo Platnumz na kuweza kumsahau Ruge e, Mutahaba ambaye yeye ndo aliweza kumsimamia e, kipindi hicho kabla hata Damo Platnumz hajamshika mkono kama vile sasa hivi ambavyo Damo Platnumz amemshika mkono Barnaba. Ebana, kwa upande wa Mwijaku ameweza kusema maneno haya, amesema kwamba Ruge ndio alikushika mkono na sio mwambino. Usiwe mchoyo wa shukrani sababu RG amekufa. Kumbuka namna Ruge alikupambania tuliweka nguvu zetu kwako mimi na Mwita. E, leo unatusahau kisa Mwambino? E, ebana Mungu atatulipa tu e, tupe shukrani zetu. Kumbuka nilikuwa kiongozi e, mimi wa THT, akawa amepiga e, pale hashtag rj hashtag rip, lakini mwishoni kabisa wameanza kukugeuka e, huku duniani e, kisa Mwambino. Maneno haya ameandika Mwijaku. So imeonekana kabisa kama vile Mwijaku amekasirishwa yote mara baada ya e, Barnaba kuweza kumpongeza e, Diamond Platnumz kama ni mmoja kati ya watu ambao wanamshukuru sana katika safari yake ya muziki, na ikumbuko kwamba Barnaba pamoja na Diamond Platnumz this time around wameweza kuachilia wimbo pamoja ambao wimbo huo unakwenda kwa jina la Salama, ambao mpaka sasa una masaa saba ukiwa unashika namba kumi na mbili on trending kwenye mtandao wa YouTube. Yameonekana kabisa kwamba ni mafanikio kwa namna moja ama nyingine kwa wimbo wimbo kukaa ndani ya masaa saba, lakini pia kuingia kwenye charts za on trending za YouTube. Sasa hivi ndo ipo namba 20 on trending, so tutegemee hata kwa nyakati za hapo baadaye kidogo, basi wimbo huo utaendelea kuwakilisha poa zaidi, na kama unavyojua kwamba kazi ya Barnaba pamoja na Diamond Platnumz inakuaga si haba eh bana. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? drop comment yako kwenye nje comment hapo, utakuwa umetisha kina Omanoma. Till next time